Leo tutakuwa tunazungumzia branding au kwa lugha ya mtandao wanaita draft. Kwanza kabisa hakikisha eh, nyumba yako inakuwa na urefu kutoka kwenye sakafu mpaka kwenye ceiling board iwe na angalau sentimita mia tatu ishirini au mita 3.2 au mita tatu point mbili au kwa milimita elfu tatu mia mbili. Sasa tuende ndani nikakuonyeshe branding inavyotengenezwa. Haya ni majengo ya darasa ambayo tunayajenga Unaweza kutumia chip board ukatumia hizo ceiling board za kawaida, au kwa kisasa sasa hivi, wanapenda kutumia gypsum board. Hakikisha kwa kwanzia ile mbao ya kwanza na ya pili, hicho kiboksi hicho, hivi boksi unavyoona vipishani kwa sentimita sitini au kama ni mita 0.6 mita au kwa milimita ni 600 sita milimita. Na hakikisha unapiga mbao za kwa ajili ya kushika brandering yako. Na mbao ambazo tumetumia hapa ni hizi. Hii hapa, ya mbao ya mbili kwa mbili au two by two. Kwa hiyo unakata 60 kwa 60 kenchi zetu, muone hivyo, hizo kenchi taibi mapo ni mbao ya mbili kwa sita king posti hapo ni two by four, na hizo struts ni mbili kwa tatu, na hizo ambazo zimepokea bati hapo ni mbili kwa mbili. Asanteni.